Karibu katika chaneli yetu ya afya. Leo tunakwenda kuangalia ufanye nini ikiwa hutoi maziwa ya kutosha wakati wa kunyonyesha. Baada ya kujifungua, mama wengi hukumbana na changamoto ya kihisia au kutotokwa na maziwa ya kutosha kwa ajili ya mtoto. Hali hii mara nyingi husababisha wasiwasi na hata baadhi ya mama kuanza kumpa mtoto maziwa ya kopo mapema. Ni muhimu kufahamu kuwa ukosefu wa maziwa yaani milk insufficient unaweza kuwa wa muda, mara nyingi unatibika. Unaweza kuwa na changamoto mbalimbali. Sasa mbali. Leo tunakwenda kuangalia hatua za kufuata kama hutoi maziwa ya kutosha. Utakuwa nami Daktari Leni Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Tuanze kuangalia sababu zinazopelekea upungufu wa maziwa ya mama. Kabla ya kuchukua hatua, ni muhimu kuelewa nini husababisha tatizo hili. Sababu kuu ni kama zifuatazo. Sababu ya kwanza, kunyonyesha mara chache. Kadi mtoto anavyonyonya mara kwa mara, ndivyo mwili unavyozalisha maziwa kwa wingi. Kukosa kunyonyesha mara kwa mara hupunguza uzalishaji wa kamara, maziwa. Jambo la pili, mkao mbaya wa kunyonyesha. Kama mtoto hashiki chuchu vizuri, hawezi kunyonya ipasavyo, jambo linalosababisha maziwa kutotoka vizuri na kupunguza uzalishaji. Jambo la tatu, lishe duni. Upungufu wa protini, wanga, mafuta mazuri, vitamini na madini hupunguza nguvu za mwili na kuzalisha maziwa. Jambo la nne, upungufu wa maji mwilini. Kama mama hanywi maji ya kutosha, mwili hukosa maji ya kutengeneza maziwa. Jambo la tano: msongo wa mawazo, yani stress, wasiwasi wasi, uchovu au huzuni baada ya kujifungua. Homoni ya kujifungua hupunguza oxytocin ambayo inasaidia kutolewa kwa maziwa. Jambo la sita: magonjwa fulani au dawa. Baadhi ya magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu au matumizi ya dawa fulani, mfano dawa za homoni au za kupunguza msongo, zinaweza kupunguza kiwango cha maziwa. Dalili za upungufu wa maziwa: mtoto kulia mara kwa mara na kuonekana kutoshiba, kukojoa mara chache, chini ya mara sita kwa siku, kutopata uzito anaostahili kwa umri wake, matiti kuhisi hayajazwi maziwa kama kawaida. Sasa mambo ya kufanya ili kuongeza uzalishaji wa maziwa, jambo la kwanza Ongeza kunyonyesha mara kwa mara. Mnyonyeshe mtoto angalau mara nane mpaka kumi na mbili kwa siku. Usimweke mtoto kwenye ratiba kali ya kunyonya. Hata kama anafanya kazi ngumu, mnyonyeshe kila anapohitaji, hata usiku. Jitahidi kunyonyesha mara kwa mara. Jambo la pili, hakikisha mtoto amekaa mkao sahihi. Mtoto awe karibu na kifua cha mama kinywa kifunike sehemu kubwa ya areola, mama awe ametulia na amekaa vizuri. Mkao sahihi unahakikisha maziwa yanayotoka vizuri na kuchochea uzalishaji zaidi. Jambo la tatu, kula chakula bora. Ongeza vyakula vyenye protini kama samaki, mayai, maharagwe na maziwa. Kula vyakula vyenye wanga mzuri kama viazi vitamu viazi mviringo, wali, uji wa lishe, miogo, magimbi, ndizi. Tumia mafuta ya asili kama alizeti, karanga au parachichi. Ongeza matunda na mboga kila siku. Vyakula vinavyosaidia kuongeza maziwa inaita galactogenesis ni pamoja na uji wa lishe uliochanganywa na unga wa ulezi, mtama, soya, karanga na pilipili manga, mboga za kijani mchicha, kisamvu, majani ya mboga, maji ya nazi, unga wangano nzima, wa ngano nzima, vitunguu swaumu na mbegu za fenugreek, yani kisamvu. Kunywa maji mengi, ili ni jambo la nne, kunywa angalau lita mbili mpaka tatu za maji kila siku. Kunywa maji kabla na baada ya kunyonyesha. Jambo la tano, epuka msongo wa mawazo, pumzika vya kutosha. Lala muda wa kutosha, pokea msaada kutoka kwa mwenzi au familia na marafiki, tumia muda kupumzika ukiwa na mtoto wako, kutembea kwa upendo na kumbembeleza mtoto wako kwa upendo. Jambo la sita, kukamua maziwa yaani breast pumping. Kama mtoto hawezi kunyonya vizuri, mama anaweza kukamua maziwa kwa mikono au pump ili kuchochea maziwa kuendelea kutengenezwa. kama maziwa kamua maziwa kila baada ya masaa mawili mpaka tatu, na yahifadhi kwa usalama. Jambo la saba: epuka matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya dawa punguza uzalishaji wa maziwa, ni vyema kumwona daktari wa afya kabla ya kutumia dawa yoyote. Jambo la nane: kagua afya ya mama. Ikiwa kuna tatizo linaloendelea hata baada ya kuchukua hatua hizi, muone daktari ili kubaini kama kuna tatizo la kiafya, mfano matatizo ya homoni, upungufu wa damu au matatizo ya hedhi. Dawa za kiasili zinazotibu, zinazosaidia kutoa maziwa. Kuna mimea au vyakula vinavyotumika kuongeza maziwa kwa ushauri wa utaalamu wa afya, fenigriki, kisamvu Huchochea nini homoni za maziwa. Kuna mlonge, kuna virutubisho vingi vinavyoongeza kiasi cha maziwa. Uji wa ulezi na maziwa ya ng'ombe uchochea sana maziwa na kuongeza nguvu ya mama. Ni wakati gani anapaswa kumwona daktari? Ikiwa maziwa hayazidi hata baada ya hatua zote hizo, mtoto apate uzito na ustahili, au ana dalili za upungufu wa maji, mama ana homa, maumivu makali ya matiti au chuchu zilizopasuka sana. Kutozalisha maziwa ya kutosha si mwisho wa safari ya kunyonyesha. Kwa utulivu, lishe bora, kunyonyesha mara kwa mara na msaada wa kifamilia na kitabibu, mama anaweza kurudisha uzalishaji wa maziwa na kumlisha mtoto wake ipasavyo. Kumbuka kunyonyesha si chakula tu, bali ni upendo wa karibu, kinga ya kwanza ya mtoto wako, ili kumjengea mtoto awe na afya bora na furaha. Ulikuwa naye mdaktari Leni Komba, nikutakie siku njema na tukutane katika mada ijayo. Kuna video iko hapo kwenye linki kwenye hapo kwenye unaiona hapo, itazame na hiyo ilijifunza zaidi.